Iringa Hamza Mtumbi yafanya makabidhiano kwa serikali mpya ya Joseph Mzee ja mkuani Iringa, endelea kurudisha tabasamu kwa wahitaji mbalimbali kwa kuchangia damu, na katika anga la mataifa, vita kati ya Irani na Israel yajadiliwa tena ndani. Habari mtazamaji wa UoI Digital, karibu katika taarifa ya habari, tutakuwa nami aomseni. Viongozi wa stafu pamoja na viongozi wapya wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa, wamefanya makabidhiano ya miradi mbalimbali inayomilikiwa na, na serikali ya wanafunzi ikiwemo bweni jipya pamoja na vyumba vya biashara. Martha Agustino ana undani wa taarifa hii. Baada ya makabidhiano hayo, viongozi wapya wameeleza changamoto mbalimbali walizozibaini katika makabidhiano hayo na njia watakazozitumia kuwavutia wanafunzi kukaa katika hosteli hizo pamoja na mikakati walioiweka ya kuweza kufanya ulinzi na usalama wa wanafunzi chuoni. Kutana na changamoto ya mtu anaitwa Makabaka katika hosteli za wanawake. Kiuhalisia, kwanza tutafanya kikao na wanafunzi wa maeneo yale ambao wanaishi katika hosteli za kule, tuweze kusikia utaratibu na namna ambavyo anaingia na kutoka ili tuje na mkakati, sio kwamba hatuna mkakati mkakati huko, lakini lazima tuweke mkakati jumuishi baina ya wanafunzi na wizara kwa ujumla kwamba bok unashka na serikali iliyopita, lakini changamoto hata sehemu ya obilua kwamba kuna baadhi ya sehemu bado zinahitaji pia maboresho. Kwa hiyo sisi kama serikali tulivyoona ile madhaifu, so tunategemea kwamba tupange zaidi na tuweze kuboresha yakaa zaidi. Mtazamaji wa hiyo digital, tayari tumesha tumeshazungumza na waziri wa miundombinu wa na wa wa pamoja na waziri wa ulinzi na usalama, wametueleza changamoto pamoja na mbinu wanazokuta kazitumia katika uongozi huu. Nikiripoti kutoka katika Kutringa, ni mimi Martha Kutino wa hiyo digital. Shirika la Jangwani Iringa limeendelea kutoa misaada mbalimbali kwa jamii, ikiwa ni pamoja na kuchangia damu kwa lengo la kunusuru maisha ya watanzania wanaohitaji damu kila siku. Lucas Evaristi anatujuza zaidi. Katibu wa jai na mwanasheria mkuu wa taasisi ya jai kitaifa Hassan Kasim Mwanga amesema kuwa shughuli hizi za uchangiaji damu zinafanywa maeneo mbalimbali ikiwemo shule za sekondari, vioni pamoja na maeneo ya wazi. Huku akitoa wito kwa watu wajitokeze kwa wingi ili kuchangia damu. Tunairai jamii kujitokeza kila pale tunapokuwa tunaweka haya makongamano, basi wajitokeze kwa wingi tuchangie damu, tuokoe maisha ya ndugu zetu hapa. Fikiria kama wewe uko kitandani, unahitaji damu alafu iwe damu hamna. Kwa hiyo kama utaona uzito basi pia uone na wewe ungekuwa pale ungepata uzito au ungejisikia vibaya, basi pia wale waliopo hospitali wanajisikia vibaya sana wakiambiwa damu hamna. Naye mratibu wa damu salama mkoani Iringa Mesha Kichales ameeleza sifa za mchangiaji damu ikiwemo uzito wa kilo hamsini na awe na damu ya kutosha. Sifa za mchangiaji wa damu, kwanza, uh, awe ni mwanadamu mwenye akili timamu, uh, lakini sifa nyingine ni kwamba lazima awe na uzito unaoanzia hamsini na kuendelea lakini pia tapima wingi wa damu unatakiwa anzie kumi, uh, na mbili point tano gramu kwa desilita. Hizi ni sifa za awali ambazo anatakiwa kuchangia e, damu awe nazo. Nao waumini wa msikiti wa Mtanzini waliojitokeza kuchangia damu wamesisitiza watu wanaohofia kuchangia damu wajitokeze, maana ni moja ya sadaka katika suala la imani, lakini pia kuokoa maisha ya watu. Wito wangu mimi kuhamasisha watu wajitokeze asada yoyote, ambaye ana taarifa aweze kusogea na tuseme, ndio kwanza tunaanza. Kwa hiyo aweze kusogea aweze kuchangia damu. Naam, umetoka kusikiliza baadhi ya sifa mbalimbali mbali kwa watu wanaostahili kuchangia damu. Naam, nikiripoti kutoka hapa msikiti wa Kitanzini mkoani Iringa, mimi ni Lukas Evarist wa UoI Digital taarifa yake Lucas Evaristo. Na tukamilishia habari za kitaifa, tupate mapumziko mafupi, tukurejea ni habari za kimataifa zilizoletwa kwako na Grace Matiku. ni kusi endelea kwa nasi. mawaziri wa kigeni kutoka Uingereza, Ujerumani na Ufaransa wamekutana na waziri wa kigeni kutoka Iran Abbas hii leo. Ni kikao cha kwanza cha ana kwa ana kati ya Iran na mataifa ya Magharibi tangu Israel ianze kuishambulia Iran toka wiki jana, ambapo Israel na Iran wameendelea kushambuliana kwa chini, japo kumekuwa na juhudi za kidiplomasia kutuliza hali na kupata suluhu juu ya mzozo huo na jeshi la Israeli limesema limetekeleza mashambulizi katika nchi ya Iran katika maeneo ya viwanda ya kutengeneza makombora, hususan ni mabomu ya nuklia huko nchini Iran. Katika mji wa kusini wa Barsheba, watu saba wamejeuriwa baada ya kombora kutoka Iran kupiga kituo cha kupiga kituo cha kiteknolojia, ambapo Iran ililenga eneo hilo la hospitali ya Soloka. Licha ya Rais Donald Trump kutangaza kusitisha kwa vita hiyo, waziri wa kigeni kutoka Iran ahutubia Baraza la Haki za Kibinadamu la Umoja wa Mataifa, kwa nukuu akisema, Iran inajilinda dhidi ya uchokozi wa kikatili, tuna haki jukumu la kulinda uhuru wa taifa na mipaka yetu kwa nguvu zote na hii ni haki yetu. Mamlaka nchini Iran imeendelea na mpango wake na silaha za kinuklia. Hakuna haja ya kiraia kuwepo kwa kiwango cha madini ya uranium yaliyorutubishwa ambayo yanamilikiwa na Iran, ambapo mabomu hayo husafirishwa hadi Israel kwa madakika tu. Hivyo sisi kama watu wa Iran tumejidhibiti na mashambulizi haya na tunaendelea kupambana hadi siku. Asante sana Grace Matiku kwa habari za kimataifa. Mtazamaji wa UoI Digital, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tujifunze lugha adhimu ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo unaoletwa kwako na Siliya Kombe. Naendelea kujifunza lugha ya Kiswahili kupitia maneno mbalimbali mbali ambayo yameandaliwa na Baraza la Kiswahili na leo nimekuandalia neno manjonjo. Umeshawahi kukutana na neno hili? Na je, kama umeshawahi kukutana na manjonjo, unaelewa nini juu ya neno manjonjo? Tuz tukajifunza kwa baadhi ya wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Ilinga wao watakuwa na uelewa gani juu ya msamiati manjonjo? Unaelewa nini ukisikia manjonjo? Ah, yaani mtu kuelezea siwezi, in short yaani unauelewa juu ya, ya manjonjo lakini uelewi. Labda nisaidie sasa basi kwa kutoa hata mfano mm, kama mtu kuwa na yani kuwa na nini? <laughs> Amna, we sema tu, yani unauelewa gani juu ya manjonjo? Yaani, jaribu labda hata kutunga sentence, labda manjonjo nikuelewe. Sema manjonjo imegawanyika gawanyika kuna mtu anakuwa na manjonjo kwenye kukutana na neno manjonjo. Kwa hiyo ukisikia mtu anasema siri ana tabia ya manjonjo, hautaelewa hauta kitu chochote. Kwa kweli sitaelewa, lazima nitamwambia arudie tena ili nijue hilo neno lina maana gani. Mm. Mm. Yaani hauwezi hata kufikiria labda kwa kutunga sentensi au kufikiria labda kuna sehemu labda ushawahi kulisikia ile neno manjonjo. Hapana. Ile neno manjonjo. Hapana. Mm. Sijalisikia. Ndio maana kwanza na nalisikia kutoka kwenu. Kisaa, sawa asante. Mwanzo haliko sikuwa na mwisho, hatimaye tumefikia tamati ya kipengele chetu cha msamiati wa leo, na leo tulikuwa na msamiati manjonjo. Rahasha, umewaona baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wakijaribu kueleza wanaelewa nini manjonjo. Wengine wamesema wanauelewa juu ya msamiati huu na wengine wamesema hawajawahi kukutana na neno hili. Inawezekana hata wewe mtazamaji wangu hujui nini maana ya manjonjo Manjonjo ni tabia ya kuongeza kitu juu ya kitu. Kabla ya kuhitimisha kipengele hiki, ningependa kukuacha na sentensi isemayo, Karimu akiwa anacheza ana tabia ya kuongeza manjonjo na majina siri ya nami, nakuacha na sentensi isemayo, Aisha anapenda kufanya manjonjo awapo uwanjani, na hii ndo maana halisi ya msamiati manjonjo. Bayoote, nikisha, hai, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi toka mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho, upanapo majali, walipo nami enjo msele. Asante na kwa heri. <tune>